Katika hizi ndoa ambazo tunazipatia mahari makubwa na gharama kubwa, kwangu mimi naona pia zimechangia katika kuzorotesha sekta ya elimu. Utakuta ukienda shule, vijana wengi wameregeshwa nyumbani kwa sababu ya kwamba wazazi hawawezi kutoa fees, lakini kulingana na taratibu zetu na jamii yetu, mara nyingi utakuta mtu ako tayari kufanya harusi kuliko kulipa fizi. Kwenye fee fi, ni shilingi elfu kumi na tano harusi ni laki tatu lakini jamii inakuja inajikusanya na kujikusanya mpaka wapate laki tatu harusi ifanyike. Wakati watoto wanarudi nyumbani, wakirudi nyumbani kuna athari mara mbili. Kwanza, maisha yao yameharibika, tatu mbili, inaleta sasa utovu wa nidhamu. E, watu wanaanza sasa kukaa maskani, pengine kutumia ulevi, maanake hawaendi shule na ni wakati wao wa kwenda shule. Kwa hivyo hii inakuwa na athari hiyo. Hatimaye unaona pia hali ya usalama inazidi kudorora na hawa vijana ambao hawaendi shule